Serikali imethibitisha rasmi kuwa pambano kubwa la watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba litapigwa kama ilivyopangwa, Juni 15, 2025, kwenye Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Katika kipindi cha maswali na majibu mapema leo, Ijumaa Mei 30, 2025, bungeni Dodoma, Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamisi Mwinjuma Mwana FA alijibu swali kutoka kwa naibu spika Musa Hassan Zungu kuhusu hatima ya mechi hiyo kufuatia ukarabati mkubwa wa uwanja huo. Je, wewe mshabiki wa timu hizi za watani wa jadi Simba na Yanga e, una maoni gani kuhusu habari hii? Na huku kwa upande mwingine, taarifa ya kukanusha kwa kulani uzushi Tumefuatilia kwa masikitiko makubwa taarifa inayosambaa ikidai kuwa timu sita za Ligi Kuu Tanzania Bara zimeonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa ligi na kwamba zipo tayari kususia mechi zilizosalia. Tunakanusha kwa nguvu zote taarifa hizo potofu zisizo na chanzo cha kuaminika, tunazitafsiri kama jaribio la kuchafua taswira ya klabu, ligi na mpira wa miguu nchini kwa ujumla. Hakuna klabu iliyotoa taarifa rasmi na ya namna hiyo na hakuna kikao chochote cha pamoja kinachofanyika kujadili suala kama hilo. Na kule ughaibuni Chelsea imekuwa klabu ya kwanza katika historia kushinda kila mmoja ya makombe haya ya UEFA, Ligi ya Mabingwa Ulaya, Kombe la Washindi wa Makombe Cup Winner, Kombe la UEFA Conference League. Na Arsenal yamfuata Victor Ureno. Arsenal imefanya mazungumzo na wakala wa mshambuliaji wa Sport Victor Jijini Lisbon na imetoa ofa ya pauni 59 milioni kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Sweden. Hadi sasa vigogo hao wapo nchini Ureno kwa ajili ya mazungumzo kwani bado hawajafikia mwafaka juu ya dili hilo kwa upande wa mchezaji. Mkataba wa Victor unatarajiwa kumalizika Juni 30, 2028 na, na Sporting imeripotiwa kuwa tayari kumwachia kwa kiasi cha pauni 59 milioni kwa sababu ya heshima alionyesha baada ya kukataa kuondoka katika dirisha lililopita la majira ya baridi. Licha ya kupokea ofa nono katika msimu uliopita, fundi huyu alicheza mechi 52 za michuano yote akafunga mabao 54 na kutoa asisti kumi na tatu. Kupata habari kama hizi za michezo na burudani, basi subscribe katika chaneli yetu ya Maith Bongo Movie. Asante.